Asalamu As alaikum warahmatullahi wa taala wabarakatu, wapenzi wa kripu za Babu Haji, soda yangeni, asante sana, nawapenda sana na pia naendelea kutoa masomo mbalimbali uh, yanayohusiana na tiba, eh, tiba yako tiba, uh, tibu mwenzio, uh, dawa ninatoa dawa ambazo zina uhakika kabisa ambazo zina uwezo mkubwa wa kuweza kusaidia katika majambo yako, e, mbalimbali. Nadhani kila mmoja anajua kuwa, e, afya ndicho kitu cha msingi na afya ndicho kitu cha kwanza cha kuweza kukiangalia katika e, ku kuendesha e, maisha yetu, na pia katika dunia hii e, kinachomata sana ni afya afya ni kitu eh, cha msingi sana japo eh, na uruj ah, mambo ya nyota, mambo ya utafutaji na kadhalika, mambo ya mahaba, mambo ya upendo, lakini kitu ambacho zaidi na zaidi huwa eh, kinaangaliwa ni afya. Asante sana. Uh, leo nitawapa dawa ya eh, mambo ya ugonjwa wa zinaa. Magonjwa haya ni maradhi ambayo yapo eh, mengi na yanasumbua sana watu, lakini eh, wengi wanayatibu wana wanajua kuwa yanaisha, lakini maradhi haya mara nyingi huwa ni king'ang'anizi. Maradhi haya kwa mwanamume, unaweza kama damu yako ni nyepesi, basi ukiyapata usiku leo Uh, kesho asubuhi unaweza ukaona dalili ya usaa usaa, uh, uh, uh, usaa usaa wakati wa kwenda haja ndogo. Na kwa mwanamke inaweza ukachukua miezi mitatu minne mitano mpaka sita, lakini ikija kufikia mpaka miezi sita, basi huwa ishavuruga kizazi chote. Kwa hiyo ugonjwa huu ukiutibu kwa um, kwa ku rashia, rashia leo natibu, dalili zimeisha, dozi hujamaliza, eh, hivyo hivyo basi unaweza ule ugonjwa ukautunza mwilini, baadaye ukaja kukupa athari kubwa kabisa ambayo itakuharimu kupoteza eh, kizazi ama kukusababishia matatizo E, sugu ambayo hayataweza kupona. Matatizo yake matatizo yake ni yapi? Ya mtu ambaye ameugua e, kaswende gonoria, kisonono e, na akatibu hakupona vizuri, kisha akaendelea ku survive pasipo yeye kujua kwamba tayari e, ule ugonjwa bado anao katika mwili wake. Ni nini cha ku e, kitakachoweza kumpata basi ana uwezo mkubwa kabisa wa kupata maradhi ya e, mgongo, kupata maradhi ya kupungukiwa nguvu za kiume, kupata maradhi ya kuvimba e, kama mabusha e, kupata maradhi ya ya, ya, ya, ya, ya, ya ya kupata kichocho kikali kabisa yani kukojoa damu e, na baadaye kukupelekea e, uharibikiwa kabisa kwa mayai ya kizazi, iwe kwa mwanamke iwe eh, kwa mwanamume. Na ukitaka kujipima na kujua kabisa kwamba ule ugonjwa ulibakia hata kama itakuwa ni miaka 30 iliyopita, basi ukimaliza muda mrefu sana bila kufanya mambo ya upendo, huwa dalili ya vile vi viusaausaa huwa inaonekana eh, tena dawa yake ni dawa gani uweze kutumia e, ili kusudi uweze e, kupona tatizo hili. Na dawa hiyo hiyo ina uwezo e, mkubwa kabisa kukusaidia kama tatizo ya UTI a, kichocho, kisonono, kaswende, kabambaru. Maana utagugo huko mtajua kabambaru ni nini maanake, maswali yatakuwa mengi. Uh, sikilabu katika chaneli hii, ukisikilabu uh, basi inshallah Allahu Taala utajua mambo mengi sana kutoka kwa soda yangeni ambayo yanaweza yakakupa uh, mwanga katika maradhi mbalimbali, maswala ya nyota, maswala ya majini, maswala ya mm, mambo ya <coughs> ya ya ya ya ilmu ya utabiri ya kufahamu majambo yako wewe mwenyewe kwa kutumia eh, mawe kwa kutumia karata pia, kwa wale wapenzi wa kuwa na vipimo vile konke kabisa, basi usikose karata. Karata hizi ni karata ambazo eh, ziko na kitabu chake cha maelekezo, lakini karata hizi ni mujarabu sana katika kutabiri kwa jambo la aina eh, yoyote. Inshallah taala, twende katika dawa dawa yetu hii ya kutibu maradhi haya. E, dawa yenyewe utachukua mizizi ya mkonge. Mkonge huu huwa una konyo konyo lake la chini e, liko kama likiazi lile linaloshika mizizi, hilo ndilo la kuchukua e, unakatakata unatia katika e, unasufuria unasafisha vizuri, wenye upe basi weka katika ndoo, alafu mizizi ya mgomba, mizizi ya mgomba ile au hata lile konyo lake, safisha vizuri, tia katika hiyo e, dawa ya kwanza, alafu mizizi ya mnyonyo, mizizi ya mnyonyo na yenyewe safisha, tia humo, alafu pia unaweza ukachukua na e, mizizi ya mti wa mdimu mdimu, tia humo. Hiyo dawa sio ya kupika wala sio ya kuchemsha. Dawa hii utaitumia e, ipo hivyo livyoloweka loweka, kama lita kumi ya maji, basi ifanya kama maji yako ya kunywa. Kunywa sana dawa hiyo, na utakojoa sana tena sana, basi itakusafishia kibofu cha mkojo. Dawa hii pia inatibu pressure eh, inatoa vijiwe katika eh, mfuko wa, wa, wa, wa uzazi pia. Dawa hii hii eh, inatibu UTI na ukitaka iwe na nguvu zaidi, basi ongeza na mizizi ya mkuyu eh, katakata ti ya mle, basi tumia hiyo dawa itakusaidia eh, sana sana tena sana. Na pia e, dawa yake inahitaji kuweza kuiandaa niiandae, halafu nitie katika chupa. Basi kwa wale ambao unakuta anasumbuliwa labda na UTI, maradhi mbalimbali gani gani haya, basi inshallah e, itakusaidia sana kwa wawe mwenye kuwa na maradhi e, mbalimbali. Dawa hii pia ina nguvu kubwa sana ya kuweza kusafisha kizazi na kuweka mirija ya uzazi katika usawa. Na kwa kina baba wale ambao e, una dalili ya kuweza kupata ngili, basi dawa hii inaweza ikakusaidia. Usipuuzie, ni dawa kubwa kabisa na ni yenye nguvu ambayo inaweza kukusaidia e, mambo mbalimbali. wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asante kwa kumsikiliza soda yangeni, goodbye.